Aya, katika hichi kituo chetu, jina langu naitwa Muhammad Anis Muhammad, ni mgombea uwakilishi jimbo la Amani kupitia tiketi ya ACT Wazalendo. Hii kura huku hii, uh, uh, mbavu wa leo maana sio kura hukumbavu uh, wa leo hapa, hapa, na kura hata moja hmm. Wamewaleta vikosi watupu hmm. Tena wamewaleta kwa mabasi wamewaingiza ndani baada ya kuingiza ndani kufika tu wameanza kupiga kura bila wakala hata mmoja kumuingiza. Mm. Hawajaingiza -hmm. Wakala wote wanapokushamaliza kupiga kura kuchapa karatasi zao hata wino hawawatii. Hayo ndo malalamiko yangu. Hapa hapana uchaguzi, pana uchafuzi mtupu. Hii kura yao walosema ya wizi ya mapema. Hapa pana uchafuzi mtupu. Hapana kura yoyote iliyopigwa. Hapo wameleta watu wao kwa mabasi, wamaleta vikosi watupu ndo kama mnavyoona. Hakuna mtu yote aliyokuja mtu aliyokuwa maalum. Ni wote uh, niwaona ni onapu... vikosi pu... watupu. Wewe unapolalamikia, na kwa wanasemaje? Unapolalamikia, wao wale wanojifanya ndo wanatume, maana ndo wanajifanya wao tume. Wanaambia askari, eti tutolewe nje, mimi mgombea, tutolewe nje. Kwani kura anapigiwa nani? Kama si penye mimi wajibu wangu, ninapoliona hichi kitu sicho, niseme nani? Nasema wanamfuata mshirikiaji, kituo yeye ndo anakupuuza kabisa, anaatia na kutoa nje. Sasa ina maana gani ya kupiga kura? Eh? Basi natosha. Salma Ahmed mgombea wa diwani wodi ya Malindi, nimemshuhudia mtu ambaye akapiga kura wodi ya Makadara na mshahidi kwa kumwona akatoka kule kaja akaingia katika <tipasarik> kituo cha Malindi ambacho wodi yangu mimi ya Malindi. Haiwezekani mtu mmoja akapiga kura zaidi ya moja, kura zaidi ya mbili. Nimeingia ndani yule msimamizi wa kituo katika chumba kule sheria ya Malindi alikokeshani kubalia kama tukae tuzungumze, kulijadili maswali lakini kali ya polisi wakanitoa ndani, na wanunuliza kama nani, niambia mimi natetea haki yangu kama mgombea lakini pamoja na yote haya nilizungumza, wakavisoa ndani, wakasema huyu mtu una ushahidi gani? Nikawaambia, ushahidi wangu nitakwenda kumchukua yule wakala wa kituo cha Makadara nimlete hapa kuthibitishieni kama huyu mtu kapiga kule au hakupiga. Wamekataa ushahidi huyo wangu, kwa hivyo wamemtoa mingi ya askari, ama mi nimetoka, kauli yangu ya mwisho inawambia, ukiwa hili sio haki yenu, ninafanya lakini Mwenyezi Mungu atakuhukumu. Leo kabla ya kesho Mwenyezi Mungu atakuhukumu hilo. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atawahukumu hawa unaowaona wote pamoja kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa na kwa wamevaa uniform, ni wakazi wa jimbo hili? Unawahisi wote hawa waliokuja kupiga kura hapa, si wakazi wa jimbo hili. Na jimbo la Malindi halina kambi ya ju, tunashangaa <coughs> leo kuona wa waju wamekuja. Na tumekwenda nje kwa hesabu gari walizokuja nazo, wamekuja na malori mawili na mabasi matatu, gari tano ziliingia hapa tukiwo caresalama lakini <tweak> Mwenyezi Mungu hukumu, insha Allah. Wanapiga zaidi ya kura mbili, wanapiga zaidi ya kura kutoka kituo hiki, wanaingia kituo hiki, kwa sababu utaratibu ula mbogu hakuna mtu anayepiga kura alafu akatia wino katika kituo hiki, ambao uchaguzi huu haujai kutokezea dunia nzima.